Nataka niwaambie, Wizara ya Katiba na Sheria ni injini ya nchi. Nchi yoyote duniani ni sheria, huwezi kufanya jambo bila sheria. SGR wana sheria walisaini, Kigongo Busisi wana sheria walisaini, bwawa la Mwalimu Nyerere wana sheria walisaini. bila sheria huwezi, utakuwa ni utawala wa hovyo. Kwa hiyo elimu hii mkiipata kule chini wamepata mkaishi nayo, mtakuwa watu salama. Hakuna mtu yuko salama baada ya Mungu kumpa uhai, ni mwanasheria hivi. Huyo akikupiga kofi, na jinsi ya kutoka mahakamani anajua. Kwa hiyo hii sheria tunayofundishwa ina wigo mpana wa kutusaidia sisi. Tutatatua migogoro mingi, tutafanya watu wetu wawe salama. Akiuza chake, akinunua anajua, nimenunua katika misingi inayotakiwa.